Wame kulipia tumepata. Uh, msiba wa shabiki mmoja wa Yanga amefariki, nafikiri ya, mimi nichukue nafasi hii pia kuwataka radhi mashabiki mbalimbali waliosafiri kutoka nchi mbalimbali na mikoa tofauti tofauti kuja Dar es Salaam hapo, tunazungumzia mashabiki e, wa Yanga na Simba wote kwa ujumla. Okay, yes, tuwatake radhi nikiwa kama mshabiki ambaye niko Dar es Salaam, maana watu wameenda mbali wakasema sasa hivi inabidi tu tuanze kushabikia timu zetu za mikoani. Kwa hiyo binafsi yangu mimi nasema tunawaomba radhi. Ukiwa kama shabiki hata mimi pia imagine, mimi nakwenda Mwanza, Simba labda inacheza na Pamba Jiji, alafu nafika pale zinatokea fujo kama hizi, sintofahamu kama hizi, dharura kama hii, mechi inaghairishwa. Nishatoka Dar es Salaam, nimetumia nauli laki, nimekaa hotelini, nimekula, nimefanya vurugu zote ambazo zinatakiwa kufanyika kwa ajili kwa ajili yangu mimi. Kwa hiyo watu wa, wa, wa, wa, wa mikoa ambao wamesafiri, tunawaomba radhi jamani, tunajua mpira ndiyo stare zao kama sisi wengine. Kwa hiyo tunaomba msamaha kwa kilichotokea, lakini pia lai yangu ni kwa timu zote zihakikishe zinafuata sheria na kanuni ya mpira wa miguu Tanzania. Okay, uh, kwa... Kwa... Mimi nimefunga kwa... unaniuliza kisa sana maswali kama tunaendelea kwa Simba na Yanga hey. Nadhani uh, Simba na Yanga ndiyo njia uh, ya kukua zaidi katika kimpira wa Tanzania. Nafikiri timu zetu ni kubwa na kupitia ukubwa wa timu zetu tunatakiwa sisi ndio tuwe mfano kuziheshimu sheria na kanuni za mpira wa miguu, sawa sawa. Tukiziheshimu sisi Simba na Yanga leo kesho, hata Namungo na Kosti watazifata, lakini sisi tukiwa ndio wa kwanza wa kuzikiuka hizi kanuni, mwisho wa siku hata hao ambao wanatutazama sisi kama marolimodo wao, mwisho wa siku itatokea, mwisho wa siku watakuwa hawaziheshimu hizi kanuni. Kwa hiyo sisi ni wakubwa ndio na ndiyo nembo ya soka la Tanzania kwa namna moja ama nyingine, lakini Simba ni namba moja kwa sababu Afrika yeye anashika nafasi ya sita pale kwa hiyo binafsi yangu mimi lazima tu tusimamie sheria na kanuni zetu, ni muhimu sana kaka. Okay, yeah. Ukiachiana kupenda kuzipenda timu zetu lakini pia tunapaswa kupenda mpira kwanza kuliko hisia za timu zetu okay. Mimi swali langu moja mchezo um, uliweza kuahirishwa kwa, kwa upande wako kama shabiki wa Simba kina Kidaki. Uliumia na uliweza kufika uwanjani siku sijaweza kufika. Sasa eh, nimeona tu barua ya viongozi wangu nikasema, ambayo ilotolewa saa nane usiku, eh, nikasema hapa hamna mechi viongozi wa Simba wana misimamo kaka wakisema no, ni no. Hey, na hii iwe fundisho. Sisi tumechoka, tumecheza mechi Mwanza, amekuja mkuu wa mkoa huko alipotoka, amekuja na madifenda pale, kana kwamba waliokopo pale labda ni, ni wavamizi, kumbe ni watu wanaenda kufanya mazoezi. Sasa si kila siku tuonee, sisi tu fikie mahali tukemee hivi vitu, na sisi hatujafanya vile eti kwa kumkomoa mtu, hapana, tumefanya kwa sababu tunataka heshima yetu. Unahisi Simba inafika muda haiheshimiwi. hey, kuna watu wanakaribia sasa kutupiga masinki sisi tumesema mwaka huu baya ubwela atucheki na boboti hmm, utakavyokuja ndio tutakavyokupokea unahisi. Katika kuelekea katika kuchukua ubingwa Simba, nazungumzia Simba timu yako, kuna watu wanawahujumu kama wanawavuta shati hivi. Ah, kama wao wapo watajua wenyewe hmm, lakini sisi tunachoangalia ni kwamba hmm, ah, tupambane na timu yetu okay, yes wao watatujumu lakini wao wana wao wana waganga sisi tuna Mungu. Unasema? Eh, wao wana waganga sisi tuna Mungu. Hao ambao wana hujumu. Eh. Waganga nyie? Tuna Mungu. Okay. No, wanawahujumunun Leo la mwisho kabisa kwa mashabiki wa Simba Sports Club. Tuipende timu yetu, tusupport timu yetu, tusimame pamoja, tudhihirishe nadharia ya nguvu moja. Asante sana. san.